sira zimetanda eneo la Mwiki, Nairobi siku hii ya leo baada ya kijana wa miaka kumi na tisa kuweza kupigwa risasi na kuuawa Ijumaa jioni. Nam, wakazi wanadai alipigwa risasi na afisa wa polisi wakati wa maandamano ya kutafuta haki kwa Abigael Wanjiku, msichana wa miaka 18 aliyebakwa na kuuawa Alhamisi. Nam, Joshua Steven alifyatuliwa risasi akiwa anatoroka vitoa machozi. Nam, familia yake imesalia na majonzi huku wakazi wakiandamana kutaka haki itendeke. Nam, mwili lusiga anatufungulia na taarifa zetu za nipashe wikendi. Siku ya Ijumaa barabara za mtaa wa Mwiki, Kasarani zilishuhudia hasira kuu, waandamanaji wakilalamikia ubakaji na mauaji ya kikatili ya Abigael Wanjiku, msichana wa miaka kumi na nane aliyeuawa Alhamisi usiku nyumbani kwao na watu wasiojulikana. Lakini wakati jua lilikuwa likizama, mambo yalibadilika ghafla. Polisi waliwasili na kurusha vitoa machozi, na kisha milio ya risasi ikasikika. Joshua Steven, kijana mmoja, akipigwa risasi kichwani na kuanguka. Video ilimnasa polisi mmoja akiinua bastola yake, akafyetua risasi, na kisha kutoroka kwa pikipiki piki. Joshua na rafiki yake walikuwa wamejificha kwenye duka moja. Wakati wa maandamano yakiendelea, polisi waliporusha vitoa wa machozi ndani ya duka hilo, waliamua kukimbia. Akashuti tu kijana wangu kwenye walikuwa wamesimama, na kijana mwingine akapatikana lizazi <laughs> ya kichwa <laughs> Vijana hao walipokuwa wakitoroka, afisa mmoja alipiga risasi na ikampata Joshua kichwani. Alikimbizwa hospitalini, lakini akafariki njiani. Askari walikuwa askari wawili, wakaturushia tear gas, wakarudi wakatoroka. Kifo chake kiliibua upya hasira ya wakazi waliofunga barabara, wakateketeza magurudumu na kupaza sauti zao, wakitaka polisi aliyempiga risasi kijana huyo kukamatwa. Maisha next. Kwa, kwa, kwa, kwa. Nyumbani kwao Mwiki ni majonzi, watu hawa wamepoteza mtoto wao, kijana aliyekuwa na ndoto maishani. Eh, mwenye alimuua tu hadi sasa polisi hawajatoa taarifa rasmi. Hata hivyo, duru zinaarifu kuwa uchunguzi umemlenga afisa mmoja aliyekuwa na bastola iliyoaminika kufyatua risasi hiyo na aliyeonekana kwenye video, huku Wakenya wakiwa wamekasirishwa na idadi kubwa ya visa vya maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Swali ambalo wengi wanajiuliza ni kipi serikali inafanya kuzuia kutokea kwa visa kama hivyo katika siku za usoni. Willy Lusige, runinga ya Citizen katika eneo la